Jamani, huyu Zailisa ni nani? huyu Zailisa ni nani? Umtoto huyu mtoto mdogo miaka ishirini na sita anaolewa mara sita, alafu watu mnasema eti ni ndoa ya eh? sita hiyo ni ndoa hiyo, yani ni ndoa, yaani hiyo ni umalaya tu. Vitoto ni vimalaya kabisa, yani mtoto miaka ishirini na sita ndoa sita. Yani ni umalaya tu, ni umalaya hakuna. Watu wanachokifanya watoto wa kike wa sasa ni umalaya tu wa kutafuta pesa na kuhangaika. Yani binti anafanya umalaya, mnasema ni ndoto, ni ndoa ya sita. Alafu binti mwenyewe asipofanyiwa makeup, jamani, ni mbaya. Yaani hana tofauti na usigali wangu, ni mbaya. Akifanyiwa makeup ndo anakuwa mzuri. Yani makeup akitoka saluni ndo anapiga picha, anakuwa mzuri. Nyinyi vitoto vimalaya, mnaita ndoa ndoa. Vijana wa sasa mnanichosha kabisa, baba yenu Clemence Mwandambo mnanichosha.